Licha ya kupoteza wanajeshi kadhaa na kuondoka kwa aibu mashariki mwa nchi ya DRC, serikali ya Afrika Kusini inasisitiza kuwa operesheni yake nchini humo chini ya mwavuli wa vikosi vya SAMI DRC ilifanikiwa. Akizungumza hapo jana, waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini, Angie Motshekga, amesema licha ya kupoteza wanajeshi kumi na wanne mwanzoni mwa mwaka huu kufuatia uvamizi wa waasi wa na Rwanda kiujumla, walifanikisha lengo. and the withdrawal of the South African National Defence Force Kuondoka kwa wanajeshi wa Afrika Kusini toka mashariki mwa nchi ya DRC ni ishara ya hatua muhimu ya kufungua ukurasa mpya wa juhudi za kuleta amani kwenye eneo la ukanda. Kuondoka huku kwa wanajeshi wetu ni mchakato uliopangwa kuhakikisha vifaa vya wanajeshi wetu vinarejea salama. Kwa hivyo utaratibu umewekwa kuhakikisha mpango huu unakamilika. Kauli yake anaitoa wakati huu wanajeshi wake wakiendelea kuondoka nchini Kongo kuelekea Tanzania kupitia nchini Rwanda.